Swali nambari tisa: taja nyakati kuu za sala ya kanisa. Nyakati kuu za sala ya kanisa ni masifu ya asubuhi na masifu ya jioni, ambayo yanaheshima katika kanisa lote kama bawaba ya liturjia vipindi vya kila siku. Maneno haya tunayapata tukirejea Sacrosanctum Concilium namba themanini na tisa na pili ni sala ya usiku, na tatu ni ofisi ya masomo, na mwisho kabisa kuna sala za tersia, sesta, nona. Tersia ni sala inayosaliwa saa tatu asubuhi, sesta inasaliwa saa sita mchana, na nona inasaliwa saa tisa alasiri. Swali nambari kumi, ofisi ya kusoma inasaliwa saa ngapi? Ofisi ya kusoma haina wakati maalum wa kusaliwa, ila kadiri ya mapokeo ni usiku wa manane au alfajiri mapema. Inaweza kusaliwa wakati wote, kwa sababu hii ni kadiri ya mapokeo, haina wakati maalum. Swali nambari kumi na moja, laudes ni nini? Katika sala ya kanisa, laudes, neno lenyewe asili yake ni neno la Kilatini laudes, lenye maana ya sifa. Kumbe sala ya sifa ni ile ambayo inatolewa asubuhi. Kumbe laudes ni jina lingine la masifu ya asubuhi, tunaweza kuyaita laudes. Tunamshukuru Mungu na kumsifu Mungu kwa zawadi ya siku mpya. Swali nambari kumi na mbili, Vespas inamaanisha nini? Vespas ni neno la Kiingereza ambayo limetokana kwenye neno la Kilatini vespera. Neno vespera maana yake ni jioni. Kumbe, Vespas ni jina lingine la sala ya jioni, sala kanisa ya kanisa inayosaliwa wakati wa jioni. Ni sala ya kumshukuru Mungu na kumsifu kwa neema alizotujalia katika siku nzima.